Wapendwa, karibuni kwenye mafundisho yetu ya kujitambua. Jina langu Majaliwa Machinda, nimekuja na mada nyingine ya kujadilia tuweze kujadilia hatua muhimu za kujitambua. Leo tunaongelea hatua muhimu za kujitambua, hatua muhimu namba 5. Hatua muhimu ya tano katika mchakato wa kujitambua ni kutambua nguvu na udhaifu wako. Hehehe. kutambua nguvu na udhaifu wako. Je, una uwezo wa kuelewa kama wewe una udhaifu sehemu fulani au una nguvu sehemu fulani? Fanya hatua leo ya kuanza kuangalia ni nguvu yako iko wapi na udhaifu wako uko wapi. Jua mambo unayofanya vizuri na maeneo unayohitaji kuboresha. Yaani, chora eh, jedwali hivi, jifanyie jedwali la vyumba viwili. Chumba cha kwanza weka mambo unayoyaweza, mambo unayoyaweza au mambo unayoyafanya vizuri. Chumba cha pili cha hiyo jedwali weka mambo usiyoyaweza, mambo unayohitaji kuboresha. Ukishashuka hapo, unaanza kupata picha. Kama unajua kuchora, andika kuchora hapa. Unajua kuongea vizuri, andika hapa waku, una uwezo wa kuu jua kutoa au kusaidia watu, unaandika pale. Kama una hasira nyingi, unaweka huku, mambo usiyo yaweza, yanahitaji mabadiliko. Wewe unatumia hela vibaya, andika pale. Wewe unakula sana kuliko kupita maelezo, weka pale. Yaani unaweka yale mambo yanayohitaji matengenezo huku. U, u, uwezi mazoezi, weka pale. unakunywa maji sana weka paa kama una uwezo wa kujisimamia kwenye masuala ya chakula weka huu hili jedwali la kwanza. Jedwali la kwanza kwa upande wako litakaa mkono wa kushoto, hayo ndio mambo uliyo nayo na nguvu, na mkono wa kulia, haya mambo yanahitaji kurekebishwa. Bas, ukisha shuka na hiyo list, anza kuiangalia vizuri, na usijipendelee na usijipendekeze, kwa sababu ni jedwali umejichorea mwenyewe na hutamwonyesha mtu mwengine. Unajua, kama ni jedwali unalitengeneza ili umpe mtu mwengine aliangalie, utajipendelea. Lakini kama unajifanyia mwenyewe tu chumbani kwako ama ofisini kwako, utakuwa na uwezo wa kutafakari na kuangalia. Sasa jambo litakapotokea, likigusa mambo ya udhaifu wako unaanza kujua kwamba mimi nakwaga mdhaifu hapa, mimi ni mwongo ha? na hapa hivi nataka kudanganya tena mimi <laughs> sio mwaminifu. Unaona, sasa hayo yote ni hatua hiyo ni hatua ya tano, ya kutambua nguvu na udhaifu wako. Kwenye masuala ya elimu pia kuna nguvu ambazo unaweza andika pale, mambo unayoyaweza kwenye masuala ya elimu na yale usiyoyaweza kwenye masuala ya maisha ya ya kawaida maisha ya kwenye jamii, kuna yale unayoyaweza. Kwenye nyanja ya, ya fedha au financial wise, ku, ni, ni mambo gani unayoyaweza? Je, una bidii ya kutafuta hela au unatafuta na unamaliza? Je, una uwezo wa kuhifadhi hela? Kwenye maswala ya usafi, wewe unaweza usafi kiasi gani? Au unafanya usafi ukishakuwa mbele za watu ama kama kuna mkutano, ndio sasa unaweka usafi, au kama unataka kuonekana mbele ya kamera au, au kama unataka kupiga picha usafi wako huko kiasi gani? Je, unapiga mswaki mara tatu au mara nne kwa siku? Je, unaoga mara ngapi kwa siku? Je, unabadilisha nguo mara ngapi? Nguo zako za ndani unazifua kila mara? Maanake unaanza kuangalia nguvu zako ziko wapi katika nyanja mbalimbali, nyanja ya fedha, nyanja ya maisha ya kawaida, nyanja ya usafi binafsi, nyanja ya usafi kwa sehemu unayoishi ikianzia kwenye bedroom yako, ikija sitting room na sehemu zingine na kule nje, wewe uko vipi? Kwa hivyo katika kujitambua unaangalia hayo yote. Unajua kwamba nina nguo ngapi za kubadilisha, nguo za ndani hizi uh, na nguo za nje eh, ni, ni, ni katika mchakato gani mimi huwa nabadilisha nguo. Je, unatumia perfume na unaitumia mara ngapi kwa siku? Kama unatumia mafuta, je, kila unapooga unayatumia mafuta au inakuaje? Kwa hivyo ni mambo ya kutambua nguvu zako na kutambua udhaifu wako. Ukishajua hayo yote, unapata picha ya jinsi unavyotakiwa kuenenda kwenye hatua ya kujitambua. Kuna mtu mmoja hapa alitulikuwa naye kazini yeye akaambiwa na, na kijana tuliyekuwa tunafanya naye kazi pale. Yule kijana akamwambia yule, yule staff kwamba ananuka. Kwa hiyo staff akaghadhibika, kwanini anasema an, an, ananuka. Akaja kwangu akaleta hiyo ripoti kwamba huyu huyu kijana anasema mimi nanuka, harufu yangu sio nzuri. Nikamwambia nenda bafu, nenda bathroom ujinuse wewe mwenyewe kwanza uwe na uwezo wa kujua kama harufu yako ni nzuri kwako kabla ya kugadhabika. Akaniambia, manake unamaanisha yale aliyoyasema ni kweli? Nikasema, hapana, yeye ndiye alisema. Sasa wewe reaction yako itatokana na uchunguzi, ujitafakari ndani. Nenda bathroom jinuse Atiz hata hata hapa hivi naweza kujinusa. Anasema sawa, hiyo haitoshi, unatakiwa ujichunguze kulingana na hiyo ripoti imetoka kwa huyo kijana, kabla ya kufanya maamuzi ya haraka. Nikamwongezea kusema kwamba na huyo kijana pia anaweza kuwa na harufu yake nyingine ambayo ameisikia, na wewe ndio umetokea pale, akafikiri ni ya kwako. Sasa hutapata uhakika kabla ya wewe kufanya uchunguzi. Akanyamaza, akasema hey, ni kweli kwa sababu katika kufanya uchunguzi nikamwambia kipindi unaenda kujichunguza kama yale aliyoyasema ni kweli, una you are buying time, una, una chukua muda na kadri unavyochukua muda una delay hiyo reaction, unachelewa, unachelewesha maamuzi na kadri unavyochelewesha maamuzi, ndipo ulipo na nguvu ya kuleta maamuzi chanya, lakini ukisema ufanye maamuzi ya haraka utafanya maamuzi ambayo utakuja kuyashangaa baadaye sema ni kweli. Nikamsaidia kwenye njia hiyo kwamba ukishajua madhaifu yako na nguvu zako utakuwa na uwezo wa kuenenda. Hatua ya sita muhimu katika mchakato wa kujitambua ni kuangalia historia yako na mazingira yako. Hii ni hatua wengi wanadharau, lakini ni hatua muhimu sana, kwamba katika kujitambua lazima uangalie historia yako na mazingira yako. Siku hizi sisi tunaishi kwenye utandawazi kiasi kwamba mtoto anapozaliwa anashikwa picha anapigwa picha ikiwa eh, mwaka mmoja picha, eh, sijui birthday picha Yaani, mpaka utakapofika miaka thelathini una picha nyingi mno ambazo unaweza rejelea ukaanza kuona ulikotoka wewe kama wewe kwanza. Kwa hivyo fikiria, katika kuangalia historia yako na mazingira yako, anza na wewe. Angalia ulikozaliwa, ulizaliwa wapi? Uliza wazazi, ilikuwaje wakati ulizaliwa na umekomaa kwenye mazingira gani? Ukiwa mtu wa kuanzia miaka ishirini utakuwa na kumbukumbu ndogo, lakini ukianza kuwa mtu wa miaka thelathini kumbukumbu inakuaga inajivuta zaidi kuelewa ulikozaliwa, ilikuwaje, maisha ya pale yakoje na kama una uwezo unaweza kwenda kutembelea hivyo vijiji ukaona wanavyoishi watu, kisha unaanza kuangalia kama wanaishi hivi, miaka thelathini iliyopita au arobaini iliyopita ilikuwaje? Unapata picha, unaongea na wazee kwenye hiyo jamii au kwenye hicho ki, kijiji, unapata picha. Tembelea hata hospitali ulikozaliwa, angalia mazingira ya hiyo hospitali, na miaka ya huko nyuma, wakati ulikozaliwa ilikuwaje. Sasa ukishaanza kuangalia historia yako na ya huko nyuma, anza kuangalia mazingira yako kwa sasa. Unaishi kwenye mazingira gani? Ni chakula gani ulichokuwa unakula sana ukikomaa? Uki, uki sahii, umekuwa mtu mzima unakula chakula gani sana? Ni activity gani ulizozipenda kipindi kile, na kwenye haya mazingira ulio sasa, ni activity gani unazozipenda zaidi? Kwa hivyo unaangalia hayo yote katika njia ya kutaka kujitambua. Hivyo basi, fikiria jinsi maisha yako ya zamani na watu waliokuzunguka yameathiri mtazamo wako wa maisha kiasi gani. Ukishaanza kuangalia ni nani walionizunguka kipindi kile na hapa ninazungukwa na akina nani, utaanza kupata picha kwamba maamuzi mengine unayoyafanya yanatokana na watu wanaokuzunguka. Sasa unaanza kupata picha ya kutembea kwenye hatua za ku, za kujitambua. Katika hili hili, lazima pia uangalie historia yako kupitia waliokuzaa. Chukua fursa ya kuangalia maisha ya mama yako na baba yako. Chukua fursa ya kuangalia maisha ya babu na bibi. Chukua fursa kuangalia maisha ya babu na bibi wa baba yako na wa mama Chukua fursa ya kuangalia babu na bibi wa babu yako, yaani mpaka generation ya nne pale. Wajue majina yao. Ukishajua majina yao, jua walikoishi na walikuwa na activity gani. Maana mafanikio mengine ya kujitambua hayatokei hewani, kwamba kwa jina la Yesu haleluya. Hapana, lazima ujue ulikotoka. fuatilia au fuatisha historia. Hata waliokuwa wanaandika habari za Yesu walikuwa wanaanzia kwa mababu zake wakishuka hivi. Wewe pia lazima uandike historia yako, ukianza kuangazia kwenye mababu zako. Ukishindwa sana, angalia wazazi wako na wazazi wao, ndio babu yako huyo. Sasa nenda juu kidogo kwa baba wa babu yako, maanake baba wa babu, kisha babu kisha baba kisha wewe. Hawa watu watatu wa hapa juu, baba, babu na yule babu mwingine, hawa watu waliishije? Hawa mabibi, hawa hao mababu waliishije? Hapa juu ambapo ni, inaweza kuwa ni miaka hamsini tu hapa nyuma au miaka sabini waliishije? walikuwa na activity gani? walikuwa na uwezo gani? Je, walikuwa viongozi au walikuwa na maisha ya aina gani na waliishi wapi? Ukianza kupata picha ya hawa mababu zako, utaanza kupata mwangaza kwenye maisha yako ya sasa. Maana wengi tunaathirika leo, hatuchukui muda wa kuangalia mababu zetu waliishije mpaka tunaanza kujilaumu. Mimi nina umaskini, mimi sijui sina bahati na kazi. Ninapoenda kazini nina, nafukuzwa na, na, na y oh, inapotokea hivi mimi nimerogwa tu. Hapana, jaribu kuangalia bibi yako aliishije, babu yako aliishije. Utaanza kupata picha kwamba kuna tabia kwenye hiyo familia yenu ambazo zinajirudia, maana watu hawafi watu wanarudia kwenye wengine wanaozaliwa, zile tabia za mababu zinaingia kwetu, maana sisi tumebeba damu yao. Hasa usipoelewa hayo, utalaumiana, utalaumu watu kwamba watu ndio wanakutesa, mpaka utaanza kuona watu wamekuloga. Kume unajiloga mwenyewe kuto, kutokuchukua hatua za kuangalia historia yako. Hiyo ni hatua muhimu ya kujitambua. Angalia historia yako kwenye inatoka na kwenye inaenda, utapata picha halisi ya maisha yako na jinsi yanavyotakiwa kuenenda. Hatua ya saba muhimu kwenye mchakato wa kujitambua ni kule kutafuta utulivu na utambuzi wa sasa, ile inaitwa kwa saikolojia mindfulness, maanake unafanya mazoezi kama vile kutafakari meditation, unafanya yoga au mazoezi ya kupumua usaidia kufahamu hisia na mwili wako kwa undani. Kwa hivyo una, unachukua hiyo hatua nyingine ya kufahamu mwili wako zaidi. Mwili wako una respond sehemu ya maumivu na sehemu isiyokuwa ya maumivu. Wakati mwengine unaweza kufanya mazoezi, ukafanya pushups ama ukakimbia katika kukimbia utaangalia mwili wako na respond vipi katika hali ya kupumua. Ninamaanisha nini hapo? Kwamba hii hatua inahitaji e, utaalamu kidogo, kwamba upate mtu wa kusaidia kwenye huo utaalamu wa kufanya mindfulness, maana ni hatua ya kisaikolojia, na saikolojia ni e, e, e, elimu ya mawazo na jinsi ya kuenenda kwenye maisha. Kwa hivyo lazima tupate mtu atakaiye tusaidia kwenye huo mchakato wa kutembea kutafakari au kupata utulivu wa kujiangalia ndani zaidi. Hatua ya nane muhimu katika mchakato wa kujitambua ni kuweka malengo binafsi, Personal goals. Kuweka malengo binafsi, malengo yanakusaidia kuelekeza nguvu zako kwenye kile kinacholingana na wewe binafsi. Kwa hivyo ukiishi maisha ya kujitambua, hatua ya nane ni kuweka malengo yale. Malengo yanakusaidia kuelewa jinsi ya kuenenda na jinsi ya kuwekeza nguvu zako kwenye ufanisi. Malengo yanakusaidia kuelekeza nguvu zako kwenye kile unachotaka kukitimiza. Kwa hivyo kitu unachotaka kutimiza unapata nguvu ya kukifuatilia kwa sababu umewekea malengo. Usipoweka malengo utakuwa unafanya kila kinachokuja tu, lakini malengo yanakusaidia kuchuja ni kipi cha kutimiza na ni kipi cha kuacha. Malengo yatakusaidia kutembea na focus, kutembea na uadilifu na kuweka mawazo sehemu moja. Kwa hivyo hatua nyingine hii ya kujitambua inatokana na jinsi unavyojiwekea malengo ya maisha haya. Malengo yanaweza kuwa malengo ya kuanzisha familia, yanaweza kuwa malengo ya kusoma kozi, yanaweza kuwa malengo ya kupangilia watoto unaowazaa na bajeti za kuhusiana na malezi e, unaweza weka malengo kiuchumi ni kiasi gani cha pesa unataka kutimiza mpaka kufika wakati fulani. E, malengo ya kununua kiwanja au ya kujenga nyumba au ya kuanzisha biashara au ya, ya kusafiri. Manake ukiweka lengo na umeliandika kwenye karatasi, unakuwa na fursa ya kufuatilia hilo lengo kulitimiza, ili kwamba upate kufanikiwa zaidi kwenye upande wa nguvu zako. Usipoweka malengo utatapanya nguvu na utafanya vitu unavyo vinavyokuja mbele yako tu. Kwa hivyo, malengo yanakusaidia kuenda kwenye mstari na kuwekea nguvu zako sehemu moja, ila katika kutengeneza malengo lazima uwe na uhalisia katika hayo malengo unayoyatengeneza. Usije ukatengeneza malengo ambayo huwezi kuyatimiza. Tuseme kwa mfano wewe una mapato ya kawaida, au wewe ni mfanyakazi wa serikali, au wewe ni mtu wa mapato ya kima cha chini au cha kawaida, alafu unajiwekea malengo ya kununua ndege ili ufanye biashara ya aviation. Hayo malengo yatachukua muda na pengine hayatakuja kutimia. Weka malengo ambayo yanaelekeana na uwezo wako, na katika kuweka hayo malengo lazima ujiulize, uje nitayaweza na nini kitafanya ni yaweze. Unaenda kwenye jedwali la nguvu na na udhaifu, unaangalia ni vitu gani unavyoviweza zaidi na ni vitu gani usivyoviweza. Kisha unaangalia kama haya malengo yanaendana na vitu unavyoviweza kisha unasema nitaweza. Kama wewe umeona katika academics huna uwezo wa kutatua masuala ya mathematics kisha unaweka lengo la kufanya kozi ambayo inahusisha mathematics. Ukienda kwenye jedwali, jedwali linakataa kwamba huna uwezo wa kuperform vizuri kwenye mathematics. Kwa hivyo ukiweka malengo binafsi yatakupa mwelekeo wa kuelekeza nguvu zako kwenye kile kinacholingana na wewe binafsi. Na katika huko kuweka malengo, usikopi malengo ya mtu mwingine, kwa sababu yule mtu mwingine ana tabia zake tofauti na za kwako. Hata kama mnaweza kuwa watoto mapacha, lakini kila mtu amna uwezo na udhaifu wake. Kwa hivyo weka malengo kulingana na wewe. Kama ni personal development, weka yanayolingana na wewe. Kama ni ya eh, kifamilia, weka yanayolingana, usikopia mtu mwingine. Kuna watu wanaenda kwenye mitandao wanaandika pale kutengeneza malengo anaona video, ana watch au anaona PDF imechorwa malengo vizuri, anachukua ile, inakuwa ya kwake. Itabaki ngonjera tu, hautatimiza. Weka malengo kulingana na wewe, hapo utakuwa umefanya hatua nyingine ya kujitambua. Na nashukuru kwa hiki kipindi chote cha hatua muhimu za kujitambua, nafikiri kuna kitu umejifunza hapa tunaenda kwenye hatua za kujitambua tumejifunza zote na hatukumaliza zote, ni nyingi mno, ila hizi zinaweza kukusaidia. Hatua nane muhimu za kujitambua. Karibu kwenye mafundisho yetu. Usikose kusubscribe, kulike na kushare video zetu na watu wengine, ili tuendelee kujifunza zaidi. Unajua, tumeishi tunaishi sasa kwenye ulimwengu wa utandawazi, mafundisho yako kila kona. Watu wengine, wataalamu kama sisi, tunayaleta kwako kwa ile lugha ambayo utaelewa, kwa lugha ya nyumbani, ili tujifunze kwa pamoja. Usikose kujiunga nasi tena kwenye video itakayofuata. Asanteni sana.